DW. Habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Mzozo kati ya Israel na Hamas wapamba moto huku pande hizo mbili zikishambuliana. Rais wa Marekani amesema ya nchi yake inatarajia kusaini mkataba wa madini na Ukraine na maandamano yenye vurugu yashuhudiwa sehemu mbalimbali nchini Uturuki kudai kuachiwa huru kwa kiongozi mkuu wa upinzani na meya wa mji wa Istanbul. Habari kamili. Tel Aviv, mzozo umepamba moto kati ya Israel na Hamas baada ya kundi hilo la wanamgambo wa kipalestina kufyatua makombora kuelekea Israel kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili huku Israel ikizidisha pia mashambulizi yake ya ardhini na angani katika ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya inayodhibitiwa na Hamas, mashambulizi ya hivi punde ya Israel yamewaua Wapalestina 85 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 130, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto. Mbali na mapigano, hali ya kibinadamu ni mbaya mno huko Gaza, ambapo inaarifiwa kuwa bei za bidhaa muhimu zimepanda maradufu. Shirika la habari la Palestina WAFA limesema kuwa kwa sasa kilo moja ya sukari huko Gaza huuzwa dola kumi za Kimarekani. Hapo jana kundi la Hamas limeyatolea wito mataifa ya Kiarabu na Kiislamu kuchukua hatua za kukomesha kile ilichokitaja kuwa mauaji ya kimbari huko Gaza. Washington, Rais Donald Trump amesema Marekani inatarajia hivi karibuni kukubaliana na Ukraine ili kutia saini mkataba wa madini na maliasili. Trump amesema pia kwamba juhudi za kufikia makubaliano ya amani katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine zimefikia katika hatua nzuri baada ya kufanya mazungumzo wiki hii na marais Vladimir Putin wa Urusi na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Hayo yanajiri wakati hapo jana viongozi wa mataifa ya Ulaya wamekubaliana kuongeza matumizi yao katika sekta ya ulinzi kwa kutenga Euro bilioni 800 ifikapo mwaka 2030 huku wakiafikiana pia kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine ili iendelee kukabiliana na uvamizi wa Urusi. Istanbul, maelfu ya watu wameandamana katika miji mbalimbali mbali nchini Uturuki wakitaka kuwachua huru kwa kiongozi mkuu wa upinzani na meya wa mji wa Istanbul Ekrem Imamolu, ambaye anatazamiwa kuwa mpinzani mkuu wa rais Tayip Erdogan katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2028. Vurugu pia zilishuhudiwa kwenye maandamano hayo katika miji ya Istanbul, Ankara, Izmir na Eskesehir, ambapo polisi walilazimika kutumia mabomu ya machozi kuwatawanya waandamanaji wenye hasira. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Ali Yerlikaya ametangaza kuwa maafisa sita wa polisi wamejeruhiwa huko Istanbul ambapo maandamano yalikuwa yamepigwa marufuku na gavana wa jimbo hilo. Yaunde, polisi ya Cameroon imewaachilia huru raia 13 wa Madagaska na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wakishikiliwa mateka kwa miezi kadhaa na walanguzi wa binadamu katika kesi ya kwanza inayohusisha raia wa kigeni kutokana na aina hii ya utapeli ambayo imezoeleka nchini humo. Maafisa katika mji mkuu wa Yaunde waliwakamata pia washukiwa watatu wanaotuhumiwa kuwashawishi wanawake hao wanne na wanaume tisa kwenda nchini Kamerun baada ya kuwapa ahadi za uongo za ajira katika sekta za afya, uhandisi na uchumi. Luteni Kanali George Parfe Nana aliyesimamia kikosi kilichofanikisha zoezi hilo amesema mara baada ya kukamatwa, walanguzi walikuwa wakiwalazimisha waathiriwa kupiga simu kwa familia zao na kudai pesa, huku wakiishi katika mazingira magumu. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya Habari za Ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Berlin. Ujerumani imerekebisha ushauri kwa raia wake kuhusu kusafiri nchini Marekani na kuweka wazi kwamba kuwa na viza au nyaraka stahiki hakumhakikishi raia wa Ujerumani kuingia nchini humo. Hayo ni baada ya maafisa wa uhamiaji wa Marekani kuwatia nguvuni katika matukio tofauti raia watatu wa Ujerumani walipokuwa wakijaribu kuingia nchini humo. Serikali ya Ujerumani imesema inafuatilia kwa karibu matukio hayo ikihofia kwamba huenda hatua hiyo inaashiria kubadilika kwa sera ya Washington kuelekea taifa hili kubwa kabisa kiuchumi barani Ulaya. Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa vyombo vya habari nchini Haiti vinalengwa na magenge ya wahalifu yanayojaribu kuvinyamazisha huku huku ukisifu ujasiri wa waandishi wa habari wanaofanya kazi katika nchi hiyo ya Caribbean katika mazingira magumu. Eric Voliby mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO nchini Haiti ameliambia shirika la habari la AFP kwamba hali inatisha na kutia wasiwasi mkubwa, kwa sababu vyombo vya habari vimekuwa vikilengwa na kuteketezwa. Desemba mwaka jana, waandishi wawili wa, wa habari waliuawa kwa kupigwa risasi katika mji mkuu wa Haiti Port-au-Prince, walipokuwa wakiripoti kuhusu kufunguliwa tena kwa hospitali. Wiki iliyopita ofisi za kituo cha televisheni na vituo viwili vya redio vilishambuliwa na kuporwa, huku jiji hilo likikabiliwa na wimbi jipya la ghasia za magenge ya wahalifu. Na hatimaye Athens Kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC imemchagua hapo jana Christy Coventry kuwa rais wake mpya na hivyo kumfanya kuwa mwanamke na mtu wa kwanza kutoka Afrika kushika nafasi hiyo katika taasisi hiyo kubwa ya michezo duniani. b Coventry ambaye ni mshindi mara mbili wa Olimpiki katika mchezo wa kuogelea na waziri wa michezo nchini mwake Zimbabwe aliwashangaza wengi kwa kujipatia kura 49 kati ya 97 zinazohitajika kushinda katika duru ya kwanza ya uchaguzi huo na kuwapiku wagombea wengine saba. Mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 41 anarithi mikoba ya mjerumani Thomas Bach ambaye muda wake utamalizika baada ya miaka kumi na miwili ya uongozi. Bach atajiuzulu siku ya Olimpiki mnamo Juni 23 na kumpisha Coventry atakayechukua nafasi ya rais wa kumi katika historia ya miaka 131 ya kamati hiyo.